Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Leo ni siku nyingine. Ukiniangalia tu kimuonekano, alhamdulillah, mashaallah nina tabasamu kubwa katika siku hii kubwa, siku ya Omul Juma. Siku ya Ijumaa kwenye historia ni siku tukufu, lakini pia cha kujivunia na mimi nimezaliwa katika siku ya Ijumaa. Kwa hiyo mimi ikifika siku ya Ijumaa kwangu inakuwa ni zaidi ya furaha. Na leo nimeongezewa furaha na nyinyi watazamaji wa YouTube channel yetu pendwa kabisa ya Haswa TV na hususan wale ambao wametuunga mkono katika suala zima la kuchangia daku daku ambalo tumelikabidhi na kulipeleka katika magereza ya Kilindoni na wadau mbalimbali. Tulichangia kwa imani zetu, kuna Waislamu, kuna ambao ni Wakristo wamechangia hili, hawakujali imani, hawakujali nani anapelekewa, hawakujali ni kwa muda gani lakini kwa uwezo wao na kwa imani zao, kila mtu anaamini sadaka kwa imani yake ni kitu kikubwa. Tunasema kutoa ni kuwekeza, lakini pia kutoa ni kuongeza. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Haswa TV nikiwa ndio CEO, msichana mrembo nimetulia, niwashukuru sana sana. Mungu wabariki na watawalipa. Tumezungumza mengi wakati wa kukabidhi, wenzangu wamezungumza, ni hayo. Kuma rahmatullahi wabarakatuh. Majina anaitwa Jafari Ahmadi, ni katibu wa Haswa TV na Ramadhani Group liloanzishwa maalum kwa ajili ya kuweza kukusanya swadaka kwa ajili ya wazetu ambao wapo gerezani kuweza kupata futari na daku katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa, kwa uchache ambao Allah ametuafikisha tumejaliwa kukusanya kilo sabini za mchele, boksi moja ya tende na mafuta vitatatu kwa tunamshukuru Allah na tunawashukuru wale wote ambao walioguswa kwa namna moja ama nyingine. Tukakipata hiki ni kidogo, lakini kimefika. Kwa hiyo ninaomba kwa heshima niweze kumkabidhi mkuu wetu wa wilaya hiki ambacho sisi tumewasilisha. Shukrani kwanza hmm, kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma ambaye ametufanya mpaka siku yote tukawa na afya njema, lakini vile vile naendelea kuwatakia heri ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu wote ambao wana wapo kwenye mfungo, na leo ni chungu ishirini na moja, kwa hiyo kuna siku tisa, lakini vile vile kuna sita Shawala ambayo pia ni suna kwa Waislamu kufunga, kwa hiyo niwatakie heri wote eh, ambao tunaendelea na mfungo huu lakini napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wamejitokeza katika kutoa futari kwa wananchi, lakini kwenye taasisi mbalimbali. Leo hii taasisi ya Haswa TV imetuletea futari hii, na hii futari wametuletea mafuta mafuta kwa ajili ya kupikia futari. Mm, lakini pia wametuletea tende, najua kabisa tende ni sunna wakati wa kufungua, pale fungua jioni huwa eh, unakunywa maji walau na tende kila Muislamu anajua umuhimu wa tende, na anajua uzito wa tende wakati wa kufunga, lakini uzito wa tende anaujua wakati wote mtu, ambapo anakuwa na njaa. Unajua tende ina vitamini gani, tende ina nguvu gani katika mwili wa binadamu, lakini tende ina historia gani katika, katika dini yetu. Lakini vivyo hivyo ametuletea mchere. Mchere huu ametuletea ni kwa ajili ya daku na kama ambavyo mnajua daku pia ni miongoni mwa mahitaji ambayo wafungaji huwa tuna tunatumia. Kwa hiyo niwashukuru sana. Msemaji amesema ameleta kidogo, hiki sio kidogo, maadamu mmedhamiria mmetoa, na kwa ajili mmetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi mnafanya biashara na Mwenyezi Mungu. Eh, hiki sio sio kidogo. Eh, kwa mimi nawashukuruni sana na mwendelea moyo huo huo ambao wa kutoa. Eh, kuna hadithi eh, zinasema eh, kwamba chochote ambacho utakitoa hata kama ni kidogo misiri ya mdudu chungu basi utakwenda kukikuta inshallah mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na hivi vyote nimemkabidhi kaimu mkuu wa gereza hapa ili akawapatie wafungwa. Tunajua wafungwa wao ni binadamu na wana haki zao, mfungwa akiwa gerezani ana haki ya kula, ana haki ya kupata mahitaji yote, kama ni afya, ana haki ya kulindwa ku, pia ana haki zote kama binadamu. Haki anayoikosa mfungwa ni ile haki ya kutoka nje na kwenda anapotaka yeye. Haki anayoikosa ni ile haki ya kuchangamana na familia yake, kama ni mke eh, na vitu kama hivyo, lakini zile haki zote ambazo binadamu wa kawaida au binadamu ambao wako nje ya kifungo wanazipata na wao wanatakiwa wapate, ikiwemo chakula, mavazi, malazi na mengineyo. Kwayo mimi nawashukuruni sana. Mungu awabariki sana asanteni sana. Asante sana. Aya sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina ama kwa jina naitwa Abdullah Muhammad bin Yahya, ni katibu BAKWATA wilaya ya Mafia jumla dada yetu leo amefanya jambo kubwa sana kupitia taasisi yake Haswa TV. Kwa kweli Allah subhanahu wataala anasema katika Qur'an al-Karim, fa amma man ata wa wataqa waswadaqa bilhusna fasanuyasiruhu lilyusra, yule ambaye atakayetoa akamcha mwenyezi Mungu subhanahu wataala akaswaditisha wema wake, basi mwenyezi Mungu atamfanyia mambo yake kuwa mepesi. Lakini ama man bakhila stagna wakadhaba bilhusna eh, fasanuyasiruhu lilusra, na yule ataita ubakhili katika masala maz, mazima haya ya, ya, ya utoaji katika dini, basi Mwenyezi Mungu mambo yake atamfanyia yawe mazito. Kwa kweli dada yetu amefanya mambo makubwa sana katika utoaji, na tunawaomba pia taasisi nyingine watu wengine wafate huu mfano ambao wazo hili la dada pamoja na jopo lake walioliwaza katika kufanikisha sisi kama bakwata tunamwombea dua katika mambo yake amfanyia wepesi pamoja na watu ambao walioungana nao, na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kudra zake na uwezo wake Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi. Lakini pia shukrani zetu pia, kupitia taasisi yetu ya Magereza, tunawashukuru sana kwa kutukubalia na kutoa baraka katika masala kama haya, kuungana pamoja katika kufanikisha haya. Tumetoa taarifa muda mfupi na mkatuelewa, na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atawazidishia kila aina ya neema na atawepusha na vikwazo.